Pia nakaribisha tena katika sehemu ya pili

Una shida gani we? Kwa sababu ulishika nafasi ya kwanza kwenye mtihani, unajiona unaweza kila kitu. Anasema huyo ni rafiki yangu, hauna sababu ya kumsumbua. Nimesema pima. Nimesema acha. Huyo ni rafiki yangu, nimesema mwacheni. <coughs> Huyo akawa ameingilia kesi. Hata ni watoto wa viongozi. Nimesema shoot. Yeye anasema, nimesema acha. Mwisho. Akaamua akae mbele ya mshale. Sasa shuti uone, gusa mtoto kiongozi uone. Kizaza yani wote ni watoto viongozi wakubwa kwenye wa taifa, mawaziri au magavana na kadhalika. Sasa baba yake na kijana ni kiongozi tu, hatujajua cheo chake, lakini ndio hivyo akaingilia kati game hili kumsaidia binti. Nimesema mtoto watu achiliwe, naende nyumbani haraka sana, naitona na tena na heshima kubwa, maana taifa linamjua. Hichi ni kikisiwa tu kidogo ambacho kiko ndani ya Joseon ni jimbo fulani limetengwa liko ndani ya Joseon. Kwa Joseon ni kubwa kuliko kuna vijiji vingi na maeneo mbalimbali. Sasa hili ni eneo kama ka kijiji chao fulani hivi kako kisiwani. Kana serikali yao lakini kanachukua maamuzi kutoka makao makuu. Kwa hiyo jamaa anaheshimika anajulikana. Basi ikawa ni bifu bifu tu kati ya watoto wawili viongozi. Anyway, lakini alimsaidia binti ile siku. Na binti akaenda nyumbani. Hawa watu wakamshua siongera sana mkutu na shukuru sana, ise. Ile binti, kwa sababu si msoma nyota, binti anajua maisha ya mtu baadaye itakuwaje. Kwa hiyo amekuwa akimpenda sana. Alimshukuru kwa mara nyingine tena. Ingawa anafahamu taarifa zake kwa kumtazama tu. Ile binti akikucheki hivi anajua utakufa lini. Nafahamu mchezo ni. Basi kwa kuwa binti anashiriki maswala ya madawa dawa na kadhalika ni watu walikuwa katika sekta ya kutibu watu na vitu vingine. Basi pia kuna mambo huwa wanafanyika nyakati za usiku huko porini, huku kwetu unaweza kusema ni ushirikina. Basi sasa, binti usiku anaenda zake porini, kuna hizi sha zinamfuata aliona jinsi hii. Ni mmea ni fulani ambao una dawa za kutibu magonjwa mengi sana. Korea wanauheshimu sana mmea huu hapa anaweza kupata dawa za aina mbalimbali, unachanganya kwenye chai. Alishukuru Mungu sana, anasema ah, roho amenionyesha, roho amenionyesha, hii ni furaha kubwa sana. Basi akawa na chimba sasa, lakini pia kuna namna anatoa, anachimba vizuri sana, taratibu anachimba kumbe, siku hiyo hawa vijana watoto viongozi wa viongozi wakubwa huwa na tabia kwenda kufanya mawindo machali. hmm. yote marika kumi na saba kumi na nane miaka ishirini Tulisikia bwana huku kuna una mnyama mfulani, tukizuba tutaliwa huku. Jamani mna kitu wako kundi kubwa, mara kusikia visauti sauti. Tweni tufuateni huku. Sasa injo yupo na mzee mkubwa anamwita Chun-joong huko ni wanabifu, lakini wote wapo pamoja, wote ni watoto wa viongozi, wanatabia kuenda kufanya mawindo katika harakati za kujimarisha Yaani zamani kulikuwa kuna ubaguzi mkubwa sana wa Mungu wangu. Sasa hawa watu. Oh, yeah? <gasps> <Kujia huku saa hizi. laughs> Akionekana ana ni mtoto wa kike au huni, anaweza kumfanyia mambo yani ya kihuni. Na ni watu ambao ni mahadhi, yani ile level ya juu. Hawa ni level ya juu, level wa viongozi. Anasikia misauti na lia mzee. Watu wakaanza kuogopa, wengine binti akawa analia. Hiyo staili ya mbwa mwitu, akatengeneza kitu fulani, sinajua anaweza akipiga. Hiyo kuna vitu vinakuja kama shaya, vinakusanyana kwa pamoja, wakaogopa. Akajua mungu wangu, binti anatafuta nano. Akaondoa anawakimbiza. Hilo sija kamwengile kwenye mishimisha zake. Jamani hiyo 90 little fox tukimbieni, tutakufa. We waoga walisepa lakini wawili wakabaki. Eh, sasa Chun-joong Chun-joong akapiga mshale akamkosa, eh, bintaka na banta dedi. Akaamua kimbia. Sasa walipojaribu walipoona na kimbia wakaona basi tumuandame, semaanza kuonyesha kwa ana kimbia, basi wakajua ni mbwa mwitu. Acha waanze kumuandama. Waka wako wawili sasa. Chunjo pamoja na mzee mzima Ingium wanamwandama binti wakijua ni mbwa mwitu. Hapa na hapa mzee ameteleza. Yuko mali pa Bahingium. Nisaidia sasa Amaa sasa, nataka msaidie, si wote wamekuja kuinda zimaw Akifa sina disappear kabisa huyu mara zote amekuwa akinishinda mimi. Akaamua mwachie afi. Yaani wivu tu kwamba sasa Akifa huyu mimi nitashika nafasi yake. Hingio nisaidie. Hingio akasema amna mtu kacheke kushoto. Ana basi sikusaidi. Nimekuacha huyu. Hingio. Hingio nisaidie. Ah, jamaa amekusudia kumwacha. Kuna mtu akona ngoja acha afi hapo. Kwa nini mimi ndio nimemuua? Ile itaonekana amekufa na nafasi yake inaweza nikaishika mimi, wivu tu. Jamaa yuko kwenye wakati mgumu sana, nani wakumsaidia tena? Majira ya usiku, wenzake wote wamekimbia kwa uofu, kwa uoga, uoga no. Lakini sasa ghafla, kat anataka kudondoka, alishikwa mkono. Kumbe binti alikuwa hajaenda mbali, alikuwa karibu karibu na pale Acha binti kuna shazi namfuata binti, kuna vitu vinamfuata hivyo vishasha, kwa sababu sio binti wa kawaida. Kuna visha vinamfuata yuma. Ni shangao, binti ana namna gani? katoka wapi? lakini binti ambaye alimsaidia mchana. Oh, Hizum, chika mkono wangu vizuri. wewe unafanya nini oh? Kamata mkono binti, kwa kweli akajitahidi kujivuta. Mm. E, hey. Paka kadondoka upande wa pili

Nilikuona mara ya kwanza ile siku nilitoka kwenye mtihani. <laughs> Niliona ulikuwa ukiniangalia. Tena nikaona shaya fulani zinatokea tokea, tokea karibu yako, vitu ambavyo jamaa alikuwa anaviona kabiko kwa binti watu wengine wa vioni. Sasa binti ndo akashangaa eh. kuna shaya fulani, kuna vitata vina waka wake vinamfata binti, anasema aliviona ile siku alipokuwa mtoka kwenye mtiani. Basi walijuana vema sikio na jamaa alimkaribisha binti kwao aje ampe zawadi kwa lengo la, kwa sababu alimsaidia eh. hey! e changu, baba ananiambia, acha upumbavu wewe, unaenda kuwinda alafu unafanya vitu vya kipuuzi Bechangsoe. baba yake alikuwa si mtu mzembe kabisa. Mzee mzima anamuita Kyungcho, Mr. Kunchoi, mtu mzee korofi sana Bechangsoe. siku tatu umeshindwa kukopi, hiyo ndio adhabu yako, siku tatu utakopi vile vitabu, uandike. Sasa ulifeli kufanya vizuri kule kwenye mawindo. Yani kila akifanya kosa adhabu juu ya adhabu. Sasa hii namfanya kuimarika zaidi. Baba yake alikuwa mdekezi kabisa. Leo sasa inju anajitahidi kupima shabaha. Leo alishangaa kumuona bibie Boriong amekuja. Musini nini achana ngushi. Futa nini hapa? Bala unipigie unisujudie au unataka adhabu tena? Binti akamwona kumbuka alivyosema. Wachafu. Panizeli perish, ule usiku nilikusikia, si ndio maneno yako uliyazungumza? Binti kapata udhaifu wake, akakimbia akataka mwezake. unaongelea kuhusu nini? nasema na kueleza ukweli kwamba Chol, ulitaka mtoto wa Lodi Kimchung afi ah. Sasa ukiendelea kunioneaonea kila siku. Nisikiliza kwa makini. Ukiendelea yani kuoneonea watu kila siku, hii siri nitakwenda kuiweka wazi. Kila mtu atajua siri yako, utaadhibiwa kwa kosa la kutaka kumuua mwezako. Sasa kuanzia leo. Nini nilikani. Wewe mpuzi, akamkwida. <laughs> Tom Kono, hapa mpuzi ni heshima kapata udhaifu kitaka kumtawala mtu juu udhaifu wake. Kajua udhaifu wake kwao, anajua sasa hivi. Akiniambia tu na jamaa, naona hapa nitapewa adhabu mbaya sana. Adhabu ya kutaka kuwa mtu ni mbaya mno, kwa hiyo inabidi anyamaze kimya na aache kumfuatilia binti tena. Ah, sasa binti akataka aende kwenye nyumba ya kina Chun-joong, akawa nataka kwenda na sita. Najua wenyewe ni watu wenye hadhi ya chini yani kwenda kwenye nyumba matajiri pia Mwezo kas, kasomeka kitofauti Ah ah wewe wewe Nimekuja kumonyo chungu jo We mpuzi mwone master wangu we nani mwone keo Hale kurusu mwone master wangu nani masikini mkubwa Akasike we mwache huyo Yama nasema we binti ni mgeni wangu bana Ni mgeni wangu Ah, basi bibi akaruhusiwa kuingia. Hai. Okay. Heshima kubwa sana binti akatoa naye pia. Jamaa akamkaribisha binti kwao. Ndio alimsaidia ule usiku. Rafiki yao ulianzia hapa kuendelea kuwa na nguvu siku baada ya siku, alimkaribisha kwenye msosi. Msosi kama uko ni adimu sana sababu ya hadhi. Hapa anapiga mzee na kumwambia binti stop anapeleka diko. Sasa niambia wewe. Yaani toka umekuja hapa. Wewe, hujaniambia unataka nini katika siku zako za baadaye. Bibi anasema kwa sababu sijaona chochote. Mo? Unasema? Yaani, nikiwa serious nataka nikombe, ni mtu tofauti na watu wote hapa kijijini. Kama mimi sina tofauti na watu wengine, mimi ni wa kawaida tu kama watu wengine wanaonizunguka. Tugusi. Unasoma, una kopi vitabu. Wewe sio mtu wa kawaida mimi nataka nikwambie, Um. Tofauti na watu wengine. Uh. Nimekwambia hivi, mimi ni mtu wa kawaida. Sina utofauti na mtu mwingine. Labda Tukinda. Najua kupiga drums. Kupiga ngoma. <mimu> eh, hey, alafu najua nini? Namnongoneza sasa. Hili ni jambo ambalo babangu afahamu kabisa, kwa mimi ni mpigaji mzuri sana wa ngoma na kuimba pia. Ndio ndo kitu ninachokipenda kuliko vyote katika dunia. Aha. Muda toyko. Binti maza sasa na mimi na siri yangu. He? Nini? Alisema hata mimi na siri yangu ambaye watu wengi wafahamu. Yaani mimi najua kudansi. Ha? Ambaye sasa, mpiga ngoma na mchezaji siku zote ni marafiki. Kwa akawa natenga muda, wanaenda mahali, wanaenda kudansi dance. Bi jamaa anapiga ngoma naimba, basi mrembo anacheza. Hii ikasababisha urafiki wao kudumu na kuongezeka nguvu day by day, siku baada ya siku. Yote ni kumbukumbu. Jamaa anajaribu kumkumbusha binti. Kwa nini leo mtoto wa kike hana kumbukumbu hata moja? Walimtenda nini binti huyu na ilikuwaje? Hiyo ni sehemu ya pili, wanaita Kingmaker. Atimaye tunakwenda katika sehemu yetu ya tatu zaidi, bado tuko sambamba, kumbuka Wanaita King Maker ya family, semu ya tatu inakuja once, kama ifuatavyo.